Dada Julitha mambo? Poa. Mzima. Poa. Karibu Wadada Center. Asante. Uhum. -huh. Unaionaje Wadada Center? Nimeona vizuri, watu ni wakarimu. Uhum. -hmm. Mm -hmm. Si ndiyo mara ya kwanza ya mgeni kabisa yaani ya padofia mara ya kwanza? Ni ya ni mara ya kwanza lakini mbua wana. Uhum. -huh. <laughs> Watu ni wakarimu. Uhum. -huh. Mm uhum. Ok, wamekupokea vizuri. Ndiyo. Hey, eh, sisi ndo familia yetu hiyo ya Wadada Center. Tunakuwaga na yani ukarimu ni nguzo yetu mm -hmm. Na huo ukarimu uliouona hapa tunataka ukauonyeshe wapi kwenye kazi. Eh, kwenye kazi yako kwa mwajiri wako sawa? mm -hmm. Ehe, umetokea mkoa gani? Manyara. Mm, umri wako, elimu yako? Elimu yangu mimi nimeshia darasa la saba. Mhm. Umri wangu na miaka ishirini na tatu. Miaka ishirini na tatu. Mm -hmm. Bado mdogo kijana, unataka utafute hela. Kweli kabisa. Utafute maisha, si ndio? mm -hmm. Umetujulia wapi sisi wa Dada Senta? Undis. Mi kuna nilikuwa nakaa kule Mbezi, kuna mama jirani pale, kuna mtoto rafiki yake alishai kuja kufanya kazi hapa, ndo nikakujulia hapa. Akakuambia kwamba kuna taasisi inaitwa Dada Senta, akanitumia ile jina la Joskeria, kasema niingia mtandaoni, ndo nikaipata huko. Kwa hiyo ulivyoingia mtandaoni, ulingia mtandao gani? Si, ndio ma... TikTok ama. Sijajua maana mtu timemwambia hapa si ni Instagram. Ah Instagram. Mm-hmm. Okay, karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo before ukiwa mbezi ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuja hapa? Uh, kule nilikuwa nakaa tu kwa kwa dada. Na kwa dada yako. Mm -hmm. Kwa hiyo haujawai kufanyaga kazi ya kuajiriwa before? Nishaikufanya mara kibao. Ulikuwa unaajiriwa kama umewai kufanya kama nani? kazi za ndani nilikuwa nafanya kwa mtu ambaye. Ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? elfu hamsini. Hapa pa Dar es Salaam? Kwa hiyo baada ya Dar es Salaam saba, ukaanza kujishughulisha tu na kazi za ndani hizi za ndani na nini kilikumotivate kuja WaDada Center? Labda baada ya kuambiwa kwamba kuna huyu Madam Joyce, ukaangalia mtandaoni, nini kikakusababisha ukasema nitaenda huku? Ni kitu gani? Yaani, kwa sababu kuna sio kila kazi utakaambiwa uende utaenda. mm -hmm. Eh, kwa nini ulivyoambiwa uende WaDada Center ukakubali? Nimekubali kwa sababu nimekuja hapa kwa sababu au hamna unyanyasaji wa kijinsia wala manyanyaso wanyanyaso lakini pia um, sasampa um, ndio ulikuwa um, una lingoa useme Se, kweli, alafu ukajua kabisa huko mshahara shingapi ndio kilicho, yani kabla hata ya kuangalia siu unyanyasaji uliangalia kwanza hela, ukasema kabisa huko ndena kupata mshahara angalau unaeleweka si ndio? Kweli. Haya, tuambie malengo yako ni yapi? Ah, malengo yangu nikishamaliza mkataba mm -hmm. Nataka nifungue biashara. Biashara gani? Biashara ya nguo. Kwa sasa, kwa mipango yako, nadhani mkataba wa mwaka mmoja pengine unaweza kutosha wewe kuwa na, na, yeah, mtaji unakutosha biashara una mm -hmm. yako utaenda kufanyia nyumbani, sasa kule Manyara, ama ni unataka kurudi kijijini? Wewe hujawahi kuolewa hapo katikati, maisha yajakusababishwa ukatamani uolewe kwanza? kwa mume, sijawahi kuolewa. ya, uh -huh. mm -hmm. haya, kwa hiyo umejipangaje sasa, kwa sababu so, umesema umeshafanya kazi za ndani mara kadhaa. mm -hmm. a nadhani umejipangaje kuja kufanya tena kazi za ndani kwa mkataba sasa hivi, utafanya kwa mkataba, sio kama mwanzo ambavyo ulikuwa unafanya tu bila mkataba. nimejipanga vizuri. mm -hmm. mm -hmm unayo hari ya masa, unayo ya kazi ndiosi? Tunataka wadada wenye molari na kazi, maana huku vibati nipokuwa nafanya kazi nimekaa miaka mitano, kwa hiyo uh -huh. mm -hmm. Okay. Na sahizi mwe okay. Kwa hiyo na huku unatuhakikishia kumaliza mkataba dada? Yani, uh, yeah, waongo nyie <laughs> mte kuangalia hapa kwenye kamera sahizi, unavyokuja anasema unamaliza mkataba, baadaye ukianza kuwa unatoroka huko kazini, mtu aamelisasa okay. Sasa, na kwa sababu una malengo yako, hakikisha malengo yako yanakuwa mbele siku zote, ili kwamba uweze kupata morali ya, masa, ya kuweza kufanya mm. kazi zako vizuri sawa? Kweli haya, karibu sana wadada center. Tunafurahi tunavapata wadada ambao wana malengo, wanatamani kujishughulisha, ambao hawatamani tena kuwa tegemezi kwenye suala zima la uchumi, na sisi tutakuandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kufanya majukumu yako. Tunaamini kwamba utaenda kutuwakilisha vyema sisi kama taasisi sawa, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya wengi sana ambao watapita kwenye hii taasisi. Kwa hiyo wewe unatakiwa upas upaswe kufahamu kwamba unatakiwa ukafanya vizuri mm. kwa sababu uh, image ya taasisi inalebwa na, na nyie mnaenda kutuwakilisha huko nyie mm. ndio picha yetu, ndio sisi tukitazamwa kwa ni kwa matokeo ambayo nyie mnayatengeneza. Kwa hiyo muhakikisha tunavyowapanga huko kwenye kazi mm. mkafanya vizuri sawa e, haya dada nani e, dada Julitha. Basi ni kushukuru ni kukaribisha sana Wadada Senta, ni kutakia kila la heri kwenye majukumu ambayo utapangiwa. Sawa, asante sana Ay.